Habari, jina yangu ni Ann na mi natumikaka kuu shirika inayoitwa Women First, kama mfanyakazi wa kesi. Jina yangu ni Jessie, niko mkimbizi na nilisikia kuwa Women First inasaidiaka wanawake na wasichana hapa. Ndiyo, Women First ni shirika yenye iko na shughuli na huduma ikiwa ni pamoja na kusaidia wanawake na wasichana wenye wamepitia unyanyasaji au violence. Na huduma zetu zinapatikana katika jamii hii. Tuko na maeneo salama katika mafasi fulani tofauti zenye zinaongozwa na wanawake ikiwa ni pamoja na wanamemba wa jamii yako. Tunaonaka wanawake na wasichana wengi wenye wanataka kupata habari au wenye wako na matatizo katika maisha yao, tunajaribu kusaidia na kusapoti kulingana na venye wanawake na wasichana wanataka. Nafurahi sana kuwa unakuja hapa leo. Na mimi natumaini kwamba tunaweza kutumika pamoja kwa kupata msaada kama utataka. Mimi niko hapa kukusikiliza na kusikiliza mahitaji yako. Kazi yangu ni kuelewa msaada yenye unaweza kutaka na kujadiliana na weye jinsi ya kupata ile msaada ikiwa ni pamoja na kwa ajili ya usalama wako. Hatutoake huduma zote sisi wenyewe. Kwa mfano, hatuna daktari hapa, lakini sehemu ya kazi yangu ni kusaidia kukuhusisha na huduma na msaada yenye unahitaji na yenye unataka. Mbele ya kuanza kuzungumza kuhusu yenye ilisababisha kuja kwako hapa leo, kuko mambo machache ningependa kukueleza kuhusu jinsi tunaweza kufanya kazi pamoja. Nachukua hatua hii na kila mwanamke au msichana mwenye anakuja kuzungumza na mie kwa sababu uko na haki ya kupata habari zote kuhusu hii mchakato au processus, na juu ya tukue wazi mbele ya kuanza. Hatuhitaji kuzungumza kuhusu kila kitu leo, lakini tunaweza kushughulikia wasiwasi na masuala yako pamoja kulingana na vipaumbele au priority zako mwenyewe. Je, uko na maswali yoyote kuhusu hii? Watoa huduma wanapashwa kujitambulisha na kutoa habari wazi kuhusu huduma zenye wanatoaka. Uko na haki ya kuuliza maswali kuhusu kila kitu yenye hauelewe. Sina maswali kwa sasa, lakini sitaki mtu yeyote ajue kuwa nilikuja kuzungumza nawe. Na kuelewa, napenda ujue kwamba yote yenye umeniambia nitaiweka siri. Taarifa zako zote ni zako na ni muhimu sana ujue kuwa wewe ndiye unatawala. Hii inamaanisha kwamba sitamwambia mtu yeyote yenye unaniambia au kushiriki taarifa nyingine yoyote kuhusu kesi yako. Isipokuwa kama unaniambia niseme au ni habari yenye nahitaji kushiriki. Kwa sababu uko hatarini. Mara zingine kuna kuwaka katika nchi tofauti, sheria zenye zinaweza kuhitaji mtu wa huduma kama mimi kutoa ripoti kwa mamlaka kama vile ikiwa mtoto anateswa au katika kesi zingine za unyanyasaji. Lakini hata katika hizi hali, nitaongea kuhusu taarifa na watu maalum tu. Wakati tu unajua mahitaji hizi ni nini, unaweza kufanya maamuzi kuhusu taarifa yenye unataka au hautaki kuongelea na mie. Lakini ile haina adhiri au efe zidi yetu hutumika pamoja. Niseme zaidi kuhusu sheria za kuripoti lazima hapa. Jesse, je, uko na maswali yoyote kuhusu hii mambo yote? Inaeleweka sana. Naelewa kwamba sihitaji kuongelea taarifa zote nawe kama sitaki au sijisikie vizuri, na bado utanisaidia. Asante. Watoa huduma wanapashwa kudumisha siri toka kwa watu wengine wakati wanafanya kazi nao na watu katika jamii, isipokuwa kama unakubaliana kuongelea taarifa ili upate huduma zingine au kuko mahitaji ya kisheria ya kushiriki taarifa. Jesse, asanti kwa mazungumzo yetu mpaka sasa. Mbele ya kusonga mbele, kuko kitu yoyote unataka kuuliza? Kuko kitu yoyote yenye hauyaelewa kuhusu jukumu yangu au huduma yenye tuko nayo hapa? Naelewa kwamba hii inaweza kuwa uzoefu mpya kwako sawa vile inakuwa kwa wanawake wengine na wasichana, hivyo inaweza kuchukua muda kuelewa wazi kabisa kuhusu haya yote. Tafadhali jisikie huru kuniuliza maswali yoyote yenye uko nayo, na kama utakuwa na maswali baadaye tunaweza kuyajadili ile wakati. Nadhani kila kitu kiko wazi kwa sasa. Lakini kama nitapata maswali au kitu yenye sielei wakati tutaendelea, nitahakikisha kuuliza. Basi, Jesse, kulingana na habari zenye niliongelea na mazungumzo yetu mpaka sasa, naweza kupata idhini au ruhusa yako, ridhaa yako kuendelea na mazungumzo yetu na kuanza kazi yetu pamoja? Ndiyo. Asante. Watoa huduma wanapashwa kulomba idhini au ruhusa iliyoelezwa mbele ya kutoa huduma. Idhini au ruhusa inaweza kukusanywa kwa njia ya maneno au kwa kuandika kwa kusaini fomu ya idhini au ruhusa yenye itawekwa vizuri pamoja na taarifa ingine yoyote yenye mwanamke au msichana anaweza kuongelea. Wewe njoo unatawala taarifa yako. Maamuzi na huduma zenye unatafuta. Uko na haki ya kupata habari kamili kuhusu huduma mbele ya kuamua yenye unataka kufanya. Kama uko na maswali, uko na haki ya kuziuliza. Na usisahau, ukatili na unyanyasaji kamwe haiko kosa yako.